Jaji mkuu wa 14 wa Jamhuri ya Kenya David Kenani Maranga, ambaye alihudumu kutoka mwaka 2016 hadi mwaka 2021, yeye alijulikana sana kwa uamuzi wake wa kihistoria wa kufuta matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2017. Jaji mkuu huyo mstaafu wa Kenya kupitia kampeni yake ya Maranga 27 ametoa tamko kufuatia wanaharakati mbalimbali mbali pamoja na waliowahi kuwa viongozi wa Kenya kuzuiwa kuingia nchini Tanzania na kurudishwa nchini kwao, ambapo inadaiwa kuwa walitaka kuingia nchini Tanzania kwa lengo la kuungana na mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu wakati wa kutajwa kwa kesi yake siku ya kesi Jumatatu tarehe 19 ya mwezi huu wa tano na mwaka huu wa 2025. Hata hivyo, yeye jaji mkuu huyo mstaafu wa Kenya Bwana Maranga alipata nafasi ya kufika mahakamani katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu wakati wa kutajwa kwa kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na alipata nafasi ya kusalimiana naye Tundu Antipas Lissu. Jaji mkuu huyo mstaafu wa Kenya David Maranga, usiku wa kuamkia leo, tarehe ishirini mwezi huu wa tano na mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano, amechapisha taarifa kwenye ukurasa wake rasmi kabisa wa X zamani Twitter wenye ujumbe unaosomeka kama ifuatavyo. Na nukuu hapa. Maranga 27 makao makuu ya kampeni ya David Maranga, makao makuu ya kampeni ya David Maranga 82, barabara ya Westlands, Nairobi, Kenya, plus 254 746900027. Taarifa kwa vyombo vya habari kuhusu kuzuia na kuwazuia wa Kenya katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere, Dar es Salaam, Tanzania. Tunalaani vikali vitendo vya kimabavu vya kuwazuia na kuwarejesha kwa nguvu raia wa jumuiya ya Afrika Mashariki waliokuwa wameenda kushuhudia kesi ya wakili Tundu Antipas Lissu huko Dar es Salaam. Miongoni mwao ni aliyekuwa jaji mkuu Willy Mutunga, wakili mwandamizi Martha Karua, wanaharakati wa haki za binadamu Hanifa Farisafi, Huseni Khalid na Boniface Mwangi. Taarifa zinaonyesha kuwa kuna marafiki wengine wa demokrasia kutoka Uganda ambao pia wamezuiliwa kwa sababu hiyo hiyo, ingawa baadhi yao tayari wamerudishwa Kenya. Hali si shwari katika ukanda wetu, mapambano ya kupanua nafasi ya kidemokrasia yanazidi kuwa magumu nje ya mipaka yetu. Tunaitwa kwenye utu wa pamoja. Vitendo hivi vinakiuka haki ya msingi ya kusikilizwa hadharani na kwa haki kama ilivyoainishwa katika sheria za kimataifa za haki za binadamu. Haya ni maadili ambayo jaji mkuu mstaafu Maranga amekuwa akiyasimamia na kuyatetea akiwa mahakamani kupungua kwa nafasi za kiraia na kidemokrasia katika Afrika Mashariki ni jambo la kututia wasiwasi sote, wasi kuongezeka kwa kasi kwa visa vya utekaji nyara, kukamatwa kiholela, kuzuiliwa bila sababu na mauaji ya kiholela kunadhoofisha ustawi wa jumuiya yetu ya Kiafrika. Tuna wajibu wa kikatiba chini ya mkataba wa Umoja wa Afrika na mkataba wa kuanzisha Jumuiya ya Afrika Mashariki kusimama kwa mshikamano na ndugu zetu wa kiafrika popote pale ambapo utawala wa sheria unashambuliwa. Tanzania imetupa funzo bora la Uafrika. Mwaka 1978 chini ya uongozi wa Mwalimu Nyerere, nchi hii ilisimama kidete kwa ajili ya ndugu zetu wa Uganda waliokuwa wakiteswa chini ya utawala wa kikatili. Wakati Msumbiji ilipokuwa katika mapambano ya kupata uhuru, Tanzania ilikuwa bega kwa bega na wapiganaji wa FRELIMO. Tanzania iliwapa makazi, sauti na msaada wa kimkakati wapiganaji wa ANC wa Afrika Kusini wakati wa mapambano dhidi ya apartheid. Tunajivunia historia ya Tanzania ya kusimama kidete kwa ajili ya Waafrika wenzake kwa itikadi na kwa uwekezaji wa kielimu. Nchi hii ina chuo cha MSTCDC kilichoko Arusha ambacho kinatambulika kimataifa kwa elimu bora kuhusu Uafrika, haki na demokrasia. Historia hii ya utu wa kitaasisi imeipa Tanzania hulka ya utu tunayopaswa kuiga. Wakati mwingine mwalimu husahau kuwa yeye ndiye bwana mkubwa. Tunasimama katika kipindi muhimu cha kuamka upya kama bara na ni juu yetu kulinda kwa nguvu zote matumaini haya, ili kizazi cha sasa kisiwahi kuuliza kwa nini viongozi wao waliwaangusha hatufai kulegeza kamba katika mshikamano wetu katika kudai utawala wa sheria heshima ya binadamu na ulinzi wa haki za binadamu. Imesainiwa na sekretariat ya kampeni ya urais ya Maranga 27 Mei 19 mwaka huu wa 2025. Reset, restore, rebuild. Hivyo ndivyo taarifa ya kampeni ya Maranga 27 kwa vyombo vya habari ilivyokuwa kuhusu kuzuia na kuwazuia wa Kenya katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere Dar es Salaam Tanzania. Sasa wakati unaendelea kusikiliza na kutafakari, hebu nikukumbushe kwamba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 na mengi ambayo ni mazuri pamoja na habari mbalimbali kutokea hapa ndani, lakini pia na nje ya mipaka yetu ya Tanzania, hakikisha kwamba una subscribe sasa na unawasha alama ya kengele itakayokuwa imejitokeza ili kujihakikishia kutokupitwa na habari pindi tunapokuwa tumeziweka hapa katika chaneli yetu hii pendo kabisa. Hii hapa ni habari Kiganjani, endelea kusubscribe. endelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi.